Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu sana tena sana kusimama mbele yenu, na ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu ni Evangeliste Mitamba Mireille Nyamangyoku, kwa wale wasionijua. Ni muda wa siku fulani, nimeenda Afrika kwa mkutano wa Injili, nimepitia njia ya Burundi, nimefika Kongo, nimefika Rwanda. Na mahali pote nimepita, wandugu wapendwa katika Kristo wanawasalimu wa Afrika wote ambao wako kwenye diaspora na wakristo wote kwa jumla, Mungu wetu asifiwe. E, ujumbe ninao kwa siku ya leo uko katika kitabu cha Yohana sura kumi na tano mstari wa kwanza mpaka wa pili na tunaweza tukasoma mstari wa mnane. Tusome katika jina la Yesu. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni mlimaji. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda analiondoa, na kila tawi linalozaa analisafisha, lizae matunda zaidi. Mstari wa mnane: kwa hivi Baba yangu anatukuzwa, muzae matunda mengi, na mtakuwa wanafunzi wangu. Amena. na nyumbani, ninaweza nikawashauri kusoma hii e, kitabu cha Yohana sura kumi na tano mstari wa kwanza mpaka kumi na ine, Mutaelewa zaidi ujumbe huu. Ni nao ni kwa Wakristo na sitasema mengi kwa maneno, lakini ningependa kuwaonesha shamba langu, shamba ambalo nilipanda mbele ni safiri, karibu nilia. Sasa katika shamba hili nilipanda vishusha. Na hapa mimi narudi nakutana kabisa, vimetoa vimetoa maboga. Niko na maboga sana, maboga ni ajabu, maboga ni mingi sana, maboga ni mingi, ona maboga Maboga ni za ajabu, manake zina zilitoa zili sana sana sana sana sana sana, maboga mengi sana. Maboga hapa ni liboga, apa ni courgette na pale mliona maboga ya jaune umote mnala maboga. Maboga eko mingi sana, na apa nasikia moyo wangu na furahi, sababu sikuchokea bure, sikuchokea bure. Nilipanda mbegu na zinatoa tena, zinatoa zaidi. Na hapa sasa kwa kweli ni kuzitengeneza eh, mzuri, ziendelee kutoa, ziendelee kutoa. Nina furahi sana Saba. Sasa hapa kitu ya kushangaza ni nini? Hapa kama mnaona jinsi mingi imenipita, imenipita hata timu. Mihindi imenipita hata kimo mirefu sana. Kitu ya kushangaza ni nini? Nilipanda hii mihindi na sasa nilienda Afrika, niliwaza nikirudi nitakutana mihindi imekomaa, ime nitakula mihindi, lakini nafika hakuna hata. Hakuna. Hakuna. Bwana linasema alipofika karibu, aliona, aliona muti akatamani kukula. Alipokuwa na njaa akatamani kukula, kukula tunda kwa muti, lakini alipoangalia hakupata tunda na alikuwa na njaa, hapo hapo akaulani. Na wakristo wengi ni hivyo, ndugu zangu, wakristo wengi wako kanisani, lakini hawa hawatoe matunda. Na kazi ni, kazi yao ni kuharibu kazi ya Mungu, ni kuzaraulisha kazi ya Mungu ni, ku, ni kukua tu mule kukamata fasi bure. Ona mimi nimepanda, ona zitu zilinikamata fasi lakini, sasa nitazifanya nini? Hazinifai, hii haifai, haifa haifai Sikia moyo wangu na huzunika, sababu nilikuwa nilikuwa nawaza nitakia kula mingi ni kuitupa. Wakristu nao ni vile, wengi wengi, ni hivyo kabisa, hawafai, na wengi sehemu yao ni katika ziwa la moto, sababu hawafanyi yanayompendeza Mungu. Lakini tukizaa matunda, jina na Bwana litatukuzwa, injili itaendelea. Nilipenda nikuambie ndugu yangu, Ndugu yangu, Bwana Yesu yuko mlangoni, yuko mlangoni, na neno la Mungu linasema sasa, shoka imetiwa kwenye mti, shoka imetiwa kwenye mti. Wote wasiozaa matunda watakatwa, watakatwa. Haifai, haifai, haifai. Tumechanganya mambo, wengi wamezaraulisha neno la Mungu. Mungu amekupanda ameku, ameku ili utoe matunda, ili wanapokutazama wamtukuze Mungu, wanapoona wana matendo yako, mama kusema yako, kuvaa yako, mambo unayoyafanya kutembea wanapokuona wanaona uko nuru na chumvi, unaonesha mfano. Lakini kama binyuko nafanya habifai havifai, uko nasema tu kwa maneno, bakikuona wanasema ba ule eh, ni kusema, sema tu, lakini hautoe matunda, nayo stahili utakatwa. Usipoteze muda bure, usipoteze muda bure wa kukamata nafasi ndani ya kanisa kujaza kanisa na kumbe hautoe matunda. Baba yangu, kaka yangu dada yangu, Mungu anapenda apate tunda kwetu. Tuzae matunda, tuzae matunda. O oh, naini inanifanyia nini? Nilipoteza muda bure, muda bure, niko na na na, na, na panda na, na, lakini wapi, sipati kitu ndani. Ndio maana mimi naikata. Lakini hizi mabishusha ma, ma, ma yangu maboga ma yangu hapana, zinapendeza kwa kweli, zinapendeza zi... E, zilizaa zikazaa na zikazaa ok, zikisha zaa mimi nafurahi, tena nitapanda mwaka kesho, lakini mbegu sitairudisha tena. Lakini tukitoa matunda tuki, tukizaa, Mungu naye anapendezwa na Mungu naye anatukuzwa na watu wengi wanakuja kwake. Mungu wetu atusaidie sana. Hii ni ujumbe niliokuwa nao kwa siku ya leo, kukuonesha hii mfano wa mfano ambao nimekuta na Mungu, Mungu amependa uione hii ni mfano kabisa, mimi ndina refuka lakini haitoi hai matunda. Watu wanakaa muda mrefu kanisani wanajaza kanisa lakini hawatoi matunda, mwisho ni kutupwa. Mwenye masikio ya kusikia asikie neno la Mungu. Mungu wetu atubariki sana, tukaze mwendo, tukaze mwendo. E, kama neno la Mungu linasema, kama kungali tumaini kwenye muti, kama ingali na mizizi, hata bana ikata inaweza tena kaota mimi siseme mindi, nasema muti. Bwana asifiwe. Na we unanasikia neno hili, ungali na pumzi ya uhai. Bwana Yesu angali kwenye kiti cha neema, unaweza ukamrudilia tena Mungu na anaweza akakutilia mbolea, anaweza akakutilia maji, anaweza akakutengeneza, na utatoa tena matunda. Mungu atusaidie sana, ungali hai na Bwana Yesu kwenye kwenye kiti cha neema. Usingoe kesho, leo ni siku yako. Mungu akubariki mama, Dada yangu, baba, kaka, kanisa la Mungu, katika jina la Yesu.